Eyo, DJ Mushizo utawaua ni moja kati ya ma DJ ambao wanafanya poa zaidi na pia hiyo ni moja kati ya icon ambayo huwa anapenda kuitumia sana katika e, singeli zake. Ni DJ, lakini pia ni performer ambaye huwa anaweza kuleta vibe katika e, performance yoyote ambayo anakuwa e, kama DJ. Lakini sasa taarifa za masikitiko kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliweza kuposti picha zake yeye akiwa e, ameweza kupata ajali ya kuweza kuungua. And by the way, ukiangalia hizo picha kweli zinahuzunisha kwa namna moja ama nyingine kwa sababu kwenye upande wa bega na usoni fulani ameonekana mshikaji alikuwa ameungua, and then akawa amekimbizwa eh, hospitali. Na alikuwa ameposti picha hizo kwenye Instagram yake na kuandika kwamba taarifa, eh, nimepata ajali ya moto jioni ya leo mara baada ya eh, ninapoishi eh, kushika moto, na mimi nilikuwa ndani ya nyumba. Namshukuru Mungu nipo hospitali nao naendelea na matibabu. Maombi yenu ndugu zangu muhimu sana. Then akaweka pale emoji za kushukuru, na hii ameweza kuonyesha kwamba e, kwa wale mashabiki zake ambao wanakuwa wanamfuatilia e, kwa namna moja ama nyingine, waweze kujua kwamba ni hali gani ambayo anakuwa anaendelea nayo. Sasa mpaka sasa hivi sasahivi, e, bwana anaendelea na matibabu kutokana na lile janga ambalo limeweza e, kumkuta. Moto umeweza kutokea e, katika nyumba ambayo amekuwa akiishi. Sasa e, taarifa hazijaweka wazi kwamba chanzo cha moto huo kilikuwa ni nini, lakini endapo taarifa hizi zitakavotoka, basi sisi tutakuwa kwanza kabisa kuweza patia updates, lakini pia ieleweke kwamba DJ Mushizo ameweza kupata eh, matatizo ya kuweza kuungua Ukimwangalia mwenyewe katika hizi picha unaona kabisa kwamba kweli mshikaji ameweza kumpata e, ajali kali sana ambayo pia itaweza kumsababishia e, kuwa na e, maumivu makali sana. Unajua kabisa e, maumivu ya moto ni tofauti na maumivu ya ukijikwa ukiweza kuumia na kidonda cha kawaida. Maumivu ya moto ni moto kinoma noma. endelea kutufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi endapo tutapata sababu ya kitu ambacho kiweza kusababisha moto huo kuweza kuvuma katika e, nyumba hiyo ambayo alikuwa anaishi DJ Mushizo e, bana tutakuletea hapa. Endelea kusubscribe channel yetu kwa taarifa nyingi